Utofauti kati ya jina la biashara na kampuni, zote ni miundo ya kuweza kufanya biashara. Zote ziko sawa, kwa maana zote zinakusaidia kutambulika na za kifedha, zote zinakusaidia kwenye kufanya biashara, kutambulika kisheria, kuprotekti jina lako, kufanya biashara za kimataifa, kila kitu, kasoro hiki kimoja. Jina la biashara na kampuni zinatofautiana kwenye eneo hizi kuu tatu. Eneo ya kwanza ni liability. Kitu chochote kikitokea kwenye jina la biashara au kwenye biashara yako atakayechukuliwa hatua moja kwa moja ni wewe, lakini kwenye kampuni liability ama uwajibishwaji inafanyiwa kampuni kampuni kampuni ndio itawajibishwa, na kuna taratibu za kuwajibisha kampuni na kuna taratibu ya kuchukuliwa sheria kampuni ambazo zitafuatwa, sio wewe. Jambo jingine ambalo linatofautisha kati ya kampuni ya biashara ni upande wa kodi. Upande wa kodi kwa kampuni unajifanyia mwenyewe makadirio kutokana na hali yako ya msingi, unapitia na hali yako mwenyewe kwenye ulipaji wa kodi na kwa kampuni unaifanya mara moja kwa mwaka. Kwenye biashara makadirio ya kodi unaenda kufanyiwa na ofisa wa TRA. Kwa hiyo inabidi sasa uwe na uwezo kujielezea vizuri na masuala yanavyoenda na kila kitu. Kama uko vizuri, unaweza kujielezea vizuri, safi. Lakini kama unataka kuwa freedom masuala ya kufanyia assessment, kampuni ndio inakupa nafasi ya kujifanyia assessment mwenyewe. Unaamua mimi mwenendo wangu ni huu, nitalipa hiki, nitafanya hiki, nitapunguza hiki ili niongeze hiki, kwenye kampuni. Kwenye jina la biashara, you must go direct TRA wa kufanyia makadilio yao, na huku amna kitu kinaitwa anylitan kwenye kampuni. Kitu utakachokifanya ni utakuwa unalipa TRA mara nne kwa mwaka, anaita four t za mwaka, na utaratibu wake ni huo wenyewe, unalipa hivyo. Baada ya hapo makadirio na kila kitu kitafanyika TRA. Lakini kampuni na jina la biashara, hivyo ndo ninsi ambayo vinatofautiana kwenye msala la kodi. Swala jingine, uendeshaji kwenye kampuni, kuna kitu kinaitwa memorandum and articles of association. Hiki nasainishana kabla mjaanza kufanya biashara au kuendesha kampuni yenu, ni mwongozo na utaratibu na sheria zenu, mtajiwekea namna gani mtaweza kuran. Hamna mtu anaweza kufanya maamuzi yoyote kwenye biashara yenu bila nyinyi wote kufika chini Ukifikiria tufanyeje na mkapitisha. Akifanya peke yake mtu mmoja hapa anakuwa amefanya mwenyewe, sio kama kampuni. Na kama akosea atawajibishwa yeye mwenyewe kama yeye, sio kampuni. Huo ndo uzuri wa kampuni. Lakini kwenye jina la biashara hii kitu hamna, uko peke yako unafanya maamuzi mwenyewe unavyoweza. Hiyo ndo tofauti kati ya kampuni kwenye eneo hizi tatu, lakini vitu vingine vyote vinafanana. Unataka kuishi kwa maisha gani? Usajili kampuni ama usajili jina la biashara. Ukitaka kusajili kwa namna yoyote, comment neno usajili hapo kwenye comment itakusaidia kufanya usajili.